Askofu Yakobo Mameo, kwa heshima namleta mbele yako askofu mteule Chungaji Daktari George Andrew Pindua, umweke wakfu ili awe askofu wa tatu wa Dayosisi ya Morogoro ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Neema na amani tokazo kwa Mungu Baba na Bwana Yesu Kristo ndiyo pamoja na nyinyi nyote. Amen. Amen. Ndio, kwa msaada wa Mungu niko tayari. <tipas> <tipas> Yeah. Unakubali kusimama daima juu ya neno la mtakatifu la Mungu na kulisoma kila siku, uko tayari kushindana na kila fundisho linalopotosha ukiangalia kwa makini, kwa Yesu Kristo anahubiriwa sawa sawa na kufuata neno la Mungu na, na kuhakikisha kuwa sakaramenti takatifu zinatuzwa na kusimamiwa kwa usahihi kama Yesu Kristo alivyoanzisha na kuziagiza. Ndio nakubalieu inaatuzwe <pizza>. <Smith> Ufalme wako uje, mapenzi yakatimizwe hapa duniani kama anapotimizwa mbinguni. Utupe leo rufiki yetu, kane makosa yetu kama nasi tukosea, situtie majaribuni, lakini tukoe na elimuou, kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele.